Nafanya kazi lakini nitaka wangwana wajue, natembeza mtu akitale peke yake, napitia liiga kavita Kakamega niko watu wetu to hawa watu wanatudharau sana, kwa sababu hatupiki kura vizuri, kwa sababu hatujipangi vizuri, si ndio? Mimi nimesema 2027, takuwa na nyumba yetu iza yakupaea <yewest sticks> kwa <Broadway> meza kwa lika kwa meza tumekataa, si ndio? Ali maswala ya jamii zote inapangiwa, Mluhya atakuwa kwa hiyo meza namna gani? wati si tisambo kwamba tunaongea, okay, ukabila. Yeah, kila jamii iko yeah, na kiongozi yao. Ndio Ruto anaongoza wa Kalenjin yeah. Kalonzo anaongoza Wakamba, Raila yeah, anaongoza Wajaluo, Jaluo yeah. Rigathi anaongoza wa Kikuyu yeah. nani anaongoza wa kura mahali pamoja mwenye anaenda kwa meza akuwe na nguvu ama namna ama namna gani? kazi kuwa ya kubeba ujinga na mna ujinga Muluya yeah! amekuwa mutu yeah! ya kupalilia mahindi ya yeah! na yeah! watu wa na zindio nambezinavi yeah! watu wa kuchimba makaburi ama namna gani watu wa kuchinja ng'ombe yenye imekufa ama namna gani? yeah! Nyenyi munakubali ibiashara waaluya vandende kwicinji